Kato. Leo tuko katika msikiti mauani wakfu namba tisa e, wilaya ya Mjini ndio ilipo ofisi, ndio ilipo ofisi ya wilaya ya Mjini ya maimamu Jumaza, na leo tulikuwa na mada tatu. Tulikuwa na nafasi ya kukava au kujaza nafasi ya amiri baada ya amiri wetu wa wilaya Mjini ambao ni mimi kuchaguliwa kuwa ni naibu amiri mkuu e, taifa lakini alhamdulillah tumewaita maimamu wote wa wilaya mjini kwa ajili ya kuja kuziba nafasi na tayari mashallah tumepata amiri mwingine na naibu wake ambayo na ni Sheikh Rashid Juma lakini pia tumezungumzia kuhusu kongamano kubwa ambalo tunaliandaa kwa ajili ya nchi na kwa ajili ya taifa kongamano hilo litajumuisha mashehe na maimamu na wazanzibare kwa ujumla kwa ajili ya kujiandaa na uchaguzi mkuu na pia kuomba a kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kufanya wepesi katika swala hili, lakini pia tumejadili mambo mengine ambayo ni mengineo yanaitwa. Hichi ni kikao adhimu, ni kikao kikubwa ambacho eh, kwa kweli kimejumuisha maimamu wa wilaya mjini wote kwa pamoja na tumejadili bila shaka. Mwenyezi Mungu atatia taufiki, kwa sababu amepanga mipango mengi na hasa katika kongamano, banda nyingi zimependekezwa kwa ajili ya kuwasilishwa, na tunategemea inshallah, tunaenda kuzichambua tubakishe mada nne au tano.

kwanza kabisa kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwezesha kufanya kikao chetu cha maimamu wote mjini, wa Wilaya ya Mjini, takriban wengi wamekuja, na tunashukuru kile ambacho tulichokusudia kuzungumza tumekizungumza, na kimechangiwa kwa vizuri na kwa weledi mkubwa na kwa bashasha kubwa kubwa. Zaidi tunamuomba Mwenyezi Mungu atufanikishe, lakini vile vile, suala la pili, namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumeweza kufanya uchaguzi wa wa kuweza kumchagua amiri wa Wilaya ya Mjini pamoja na naibu amiri wa Wilaya ya Mjini. Nafasi hii nimepewa mimi kama mfanyaji au msaidizi, lakini kwa kweli muombe Mwenyezi Mungu inshallah tusaidie, na niwashukuru wale wote ambao waloniamini kwa kazi hii ya kuteknikia Jumuiya ya Maimamu Wilaya Mjini, na inshaallah tuko pamoja, na inshaallah tushirikiane, na mimi niko tayari kufanya kazi pamoja na Waislamu mbalimbali kuhakikisha kwamba wilaya yetu Jumaza yetu wilaya Mjini tunanyanyua kwa njia moja nyingine kuhakikisha kwamba tunafikia maendeleo makubwa Waislamu wanapata kwa kupitia taasisi hii. Vile vile, moja katika mamada tuliokuwa tukiyazungumza hapa tulipanga kufanya kongamano katika mwezi wa sita, kama itawezekana inshaallah Allah na tumezipanga mada na wachangiaji wa, wa wametoa mada zao, wamechangia mada mbalimbali na wamehamasika sana kuweza kama wilaya ya mjini kuweza kubuni hichi kitu. Ni kwamba imepata mwamko mkubwa, waislamu wamelipokea kwa bashasha na kwa furaha kubwa. Kwa hivyo, inshallah tunawaomba waislamu wale ambao walikuwa hawapo hapa walipokee suala hili na washirikiane na sisi katika kuhakikisha kwamba tunalifanikisha kongamano hili. Kongamano litakuwa ni kubwa la aina yake ambayo halijawahi kufanyika kwa wilaya nyingine kufanya katika masuala kama. Sisi kama wilaya ya mjini kama Jumaza tutakuwa ndio wa mwanzo kulifanya hili, tunataka kulifanya kwa pamoja. Mimi kama amiri nikishirikiana na naibu wangu amiri, mzee wangu, shekhi wangu ambaye ataniongoza katika kila kitu na Sheikh Masudi kupitia msikiti wa Mwembe Makumi, nadhani hatuwezi kufeli kwa uwezo wangu kwa sababu wote wako tayari katika kutumikia jumuiya na sote tumeondoka hapa kwa nia moja kuhakikisha kwamba tunalifanya na linafanikiwa inshallah. Ofisi yetu ya Jumaza tumeweka kikao hapa kuandaa mbili tatu kongamano na mambo ya biashara na mambo mengineo, inshallah taala, tumepokea na tumechangia vya kutosha. Kwa hivyo hatuna me zaisiokua ni hivyo. Mungu atujaalie kheri, wasalaaaa